Haya, mimi ni mganga Katuni babu walituambia, na mimi kama mganga Katuni nataka mwambie ni, nataka ni mwambie wale wa Tanzania, nimeona kuna video ambayo inasambaa wa nchi wa Tanzania, nataka niambie wana Tanzania, hiyo video ambayo mmeona Tanzania, hiyo ni video ya uongo, hiyo ni video ya kitambo. Mama Suluhu hawezi alikuwa ongea Mama Sulu kuna vitu yake, zingine zilipotea zingine nikona ako ugonjwa vibaya ni mingi na hiyo wakati sio nataka so, na mimi Mama Sulu watu wa Tanzania baba aliacha kasi na alafu hiyo video wanaonyeshwa wana, kwa, kwa, kwa kasi, TV kwa runinga, unahitaji mbofu si mbofu, hiyo ni video ambayo ilipitwa na wakati, hiyo story nilikuwa nayo mimi kama mganga Katuni. Hata mwenyewe angekuwa msima Angekuwa, Babu wanatuambia itapepea wakwasa chini ya mlungoti. Mimi nataka niwaambia wana Tanzania wote, mimi kama mganga lazima tutasimama na nyinyi wananchi wa Tanzania hatuwezi kubali wanatanzania wawawe na sisi kama waganga tunamwangalia. Mimi nataka niseme hivi, Rais sul, suluhu atafariki hivi karibuni, kwa sababu hata wakati Rais Pombe Magufuli ile alifariki ali, ali, ali kitambo vitu zake pia ilianza hivi. Mimi kama mganga Katuni tulisema Rais Pombe Magufuli alifariki. Kuna wale walikuwa wanatusi, kuna wale walikuwa wanaongea vibaya mimi nataka niwaambie nyinyi wote watu wa Tanzania, huyo mama ambayo ameua wana Tanzania, ameua wazazi, ameua watoto, ameua wazee, akachimba kwa kaburi moja, hata yeye atachimbwa kwa kaburi yake. Hiyo video mnaonyeshwa Tanzania, hiyo ni video ni ya kitambo, imepitwa na wakati. So mimi nataka niambie wana Tanzania wote, sherehe mtakula, mtakula sherehe vizuri sana, because hiyo ndio kifo ambayo itaweka wana Tanzania wote. Kwa sababu ile vifo ambayo aliwao aliwao watu wengi sana Tanzania, meona mimi kama mganga Katuni, tuliambiwa na babu, alikuwa anatumia mtoto yake kijana ambayo ni rais, ambayo ni kijana wa rais Suluu yeye alikuwa anatumika kuwa wana Tanzania. Nataka niambie wale wana Tanzania wote, huyo kijana pia maisha yake haitakuwa mzuri. Sasa yeye pia yake nyuma chake iko motoni. Afta kifo ya mama yake, hata yeye atafuata mama yake. Nataka niambie wala Tanzania wote, wale wanaongoza Tanzania polisi, msitumike vibaya, musiweke mimi kama mganga katuni tuwatumie nyinyi vifo kwenyu. Musifanye kuwa wana Tanzania. Musitumike na Rais Suluhu kuwa wana Tanzania. Mimi kama mganga Katuni nimejitokeza kusalia wana Tanzania. Na ikifanyika, ndio mtakuja kuona kumbe ilikuwa kitu ya ukweli. Sisi kama waganga haswa, mimi kama mganga Katuni kupitia mababa wetu, hatusemangi kitu ambacho haiwezi kupita, tunasemanga kitu ambacho inafanyika, na pia tunasaidia. Mimi nataka niseme hapa Suluhu lazima akufe, ni Watanzania wakue na amani na tuogopi, because tuko na bababu. Wewe ukiongea vibaya, tutakupeleka mahali ambapo inatakikana. Nataka muone vile tutapeleka Rais Suluhu kupitia vilaliwa, wana Tanzania, wananchi, mimi nawaambia, mkuwe na amani, musikue na ama uogha yoyote, kifanyika mtakuja kuona na mtasherekea pale Tanzania. Sasa nataka niambia wale wote wa Tanzania kupitia wafanye kazi wa serikali, nyinyi ndio mnatumika kuwa wanatanzania, viongozi mnatumika kuwa wanatanzania. Mimi nataka niseme hapa kama mganga Katuni, Wale walitumika kuua wana Tanzania, ukue we ni polisi, ukue we ni wanajeshi, ukue we ni mfanyikazi wa serikali, ukue we ni mbunge. Kama walitumika kuua wana Tanzania, wewe pia kwako utakuwa na vifo amutawayona. Mi nataka nigiwa na Tanzania wote, mwishi na amani, msikiwe na uoga yoyote. Asanteni sana.